Aa, haya hapa rasmi matokeo ya mtihani wa taifa kidato darasa la saba, matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba elfu mbili na ishirini na tano pamoja na matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Haya ni matokeo ya kumaliza elimu ya msingi au matokeo ya kumaliza darasa la saba. Haya hapa rasmi kabisa, kama jinsi unavyoona, mikoa yote ipo hapa hapa. Kuna mkoa wa Arusha, Iringa, Kagera Lindi, Morogoro, mikoa yote iko hapa. Kwa hiyo utachagua mkoa wako ambao unataka kuangalia matokeo yake, labda ni mkoa wa Dodoma, utagusa hapo kwenye Dodoma. Baada ya hapo, utaweza kuona wilaya zote za Dodoma, ikiwemo Bahi, Chamwino, Chemba, Chemba, Dodoma CC, Kondoa, Kondoa TC, Mpwapwa pamoja na Kongwa. Kwa hiyo kama ni Kondoa, utafungua hapo na hapa utaweza kuona shule zote zilizopo katika wilaya hiyo. Utachagua shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake. Hapa utafungua shule yoyote ambayo unataka kuona matokeo yake, na utaweza kuiona matokeo ya shule hiyo bila shida yote, na hapa utaweza kuona aa, matokeo ya wanafunzi yamewekwa kwa namba, sio kwa majina, yamewekwa kwa namba. Kwa hiyo utachukua namba ya mwanafunzi wako utaweza kuangalia matokeo yake kama amefaulu au hajafaulu. Usahau uh, kusubscribe kulike na kushare katika channel hii ya Feaboy. Asante na karibu.